mtoto wako akikuharibia kitu chako zungumza naye kwa uzuri usithamini kitu kwa kiasi mpaka ukaweza kuwa muadhibu mwanao kwa kuthamini kitu kuna watu wana roho mbaya sana wana roho ngumu sana nakumbuka kisa cha kusikitisha sana sana bwana mwenyezi Mungu alimuonda kumpa mtihani apenda sana sofa seti fanicha hizi kila baada ya miezi kadhaa hubadilisha fanicha na hataki mtoto wake aingie sitingurumu, aguse zile fanicha, hataki zichafuke kabisa, ni kitu apenda, hobi yake, yaani yeye, fanicha potelea mbali, aweza kutoa roho mtu akimchafulia fanicha. Siku ya siku, mwanawe ametukua skirimu, akaingia sitingurumu, mtoto mdogo, paka paka fanicha yote, mama hajui, sitingurumu ya milango ya slide Baba kuingia, yuwapi mtoto? Ah, sijui, alimwangalia. Pengine ameingia sitting room. Akienda baba sitting room, haiangaliliki imepakwa pakwa uchafu. Basi ule mtoto alif, ule baba alifunga ule mlango, akatoa wa waya, sijui ni wa home theater, sijui ni wa TV nini, akaanza kumtandika na mtoto kamtandika mtoto, basi baba sifanyi tena mwisho. Akatukwa ule mkono aliokuwa ameshika skrimu, akaufunga na waya na standi ya TV. Le baba pressure zimempanda, hasira zimempanda, akatoka funga mlango, katoka zake nne. Mama huku hamsikii mtoto, akajua baba labda meingia hayu, kama kama alikuwa akimpiga mimi tu kwa mtoto, ametoka. Mama akaingia zake chumbani kupumzika, baba akaenda zake huko kuteremsha hizo stress, wa itazone stress ametoka baba Stress zimeshuka amerudi nyumbani, kiingia chumbani, umeuliza iwapi mtoto? ah, e, mtoto si umetoka naye? Amwambia la, mi sikutoka naye mtoto. ah, baba akili zikaja, mtoto mi memwata sitingirumu. Akija akimwangalia mtoto, mkono umeshabadilika rangi, mtoto amekosa fahamu Baba mtukue mtoto, akimbie na hospitali. Kufika hospitali, daktari akiuangalia mkono, sumu ya panda, mwambia lazima ukatu <tapulitasa> mtoto akatwe mkono sababu ame... ameharibu fanicha <tapulitasa> mtoto akakatwa mkono baba iwa juta mtoto apate fahamu, akiangalia hana mkono, amwambia baba, sifanyi tena, nregeshi ya mkono wangu. Baba aliye mayuto, ya firauni haifalii kitu, kulia. Mtoto ashakosa mkono kwa ajili ya kuthamini fanicha. Usiwe na hasira za kuzidi kamtia athari mtoto wako. Sasa fikiria ule mtoto, kila akikaa atamwona babake ni mtu aina gani? Ni wengi leo kila akikumbuka ile kovu alofanyiwa na mzazi wake kwa yambo halistahiki. Tuweni makini wakati wa kumtia adabu mtoto wako. Mtoto hawezi tena kumwangalia baba, kila akiangalia mkono akumbuka kwa kosa gani nakoseshwa mkono mimi, skirimu tu fanicha tu fanicha utanua nyingine, leo mkono utautoa wapi baba? Kwa hiyo tu, tuweni makini.